Wewe pekee ndio ambaye hujaumbwa hujaumbwa; mapenzi yako na mali yako ikamalaki na itande mahali hapa, ili kilele cha yote tukaseme, hakika Mungu wetu tumekuona wewe, maana mali yako imetawala na imetanda na kwamba kila jambo limetendeka sawa sawa na mapenzi yako, tukiwa tunazingatia naomba

Najua wamekuja na kamati yako na wanafunzi watu ambao wanasema CDF ifanye nini? Iondolewe itolewe, na kuna nyingi, na nyinyi sijui, na nyinyi mnasemaje? CDF iondolewe ama isiondolewe? Kwa sababu leo hii CDF ikiondolewa, na nataka hata nyinyi watu wa vyombo vya habari leo hii ambao wangalia umati wote huu hapa shule hii moja watoto elfu moja mia nane na kumi na tano wanakwenda kupatiwa ufadhili wa NGCDF. Mkiondoa hiyo CDF, hata kama ni ile pesa kidogo, hawa wazazi watakwenda wapi? Watafanya nini? Si unaona itakuwa ni shida hiyo? Hata kama ni katite, lakini si mnapata, si ya sukuma hiyo hesabu. Kisha kuna mtu ambaye anasema tifanye nini sasa kumaanisha, CDF ikiondolewa, hii maswala ya basari pia nao imefanya nini? Kumaanisha ya kwamba wewe saizi huwezi kwenda kumuuliza mbunge kuhusu maswala ya basari. Sasa hapa nani ya Malindi, leo hii wanafunzi wangu elfu tano mia nne na kumi na tisa, kila mwanafunzi tumeweza kumlipia pesa. Ya CDF ikiondolewa, hawa wanafunzi wangu elfu tano mia nne na kumi na tisa, nitawafanyaje? Nikawafanyaje? na angalau hii ya CDF tukilipa sisi kidogo, mzazi naye anafanya nini? anaongeza kile kidogo mtoto anabaki shule, anaendelea na kusoma. Kwa majina kamili naitwa Steven Opio, ni mkaji wa Malindi Town Ward, sehemu za Malindi Constituency. Kwanza naomba nishukuru mbunge wetu Amina Mnyazi kwa kazi ambayo anafanya hii shughuli ya leo imeleta zaidi ya wanafunzi elfu tano ambao wamepokea basari na ni afueni kwa wazazi ambao wamelemewa na mzigo ya gharama. Mimi upande wangu, nataka niongee na serikali kuu, wasiingilie mambo ya basari, wasiingilie mambo ya CDF. Hii mambo ya CDF imesaidia wazazi wengi ambao hawana uwezo, kwa sababu leo kila mtoto amepata shilingi elfu nne nne, hiyo elfu nne sahii ikiwa amepunguziwa, maskini amepata afueni kubwa sana. Kwa hivyo kuondoa hii mfuko ya CDF ama basari za counties, wananchi watapata changamoto kubwa sana. Serikali kuu mzingatie mambo ya basari, kwa sababu sisi kuna wazazi wengine hatuna uwezo kama mkutano umekuwa hapa Malindi wa kugawanya basari, hata kama ni elfu nne zimesapoti pakubwa sana. Kwa nini mnasema kitengo hicho kitolewe? Ninaomba, na ni maombi yangu kama mkalaji wa Malindi shela ward, kitengo hicho jamani, kisitolewe kwa sababu kuna wazazi wengine jamani, hatujasoma tunasapoti watoto wetu nasiotueshimesha mazuri mwanake mwanangu, mimi akipata elfu nne za basari, mwenzangu n akipata elfu nne basari, hiyo inasaidia wazazi ambao wana kazi za chini. Basari imetapa basa, imetuinua kama wanawake wa Malindi. Jamani, tunaomba na ni kilio chetu, serikali, zingatieni sana hii mambo ya basari, zingatieni sana mambo ya basari, inafanya mwananchi anapanda kiwango cha juu. Mkikito tutafanya nini? Mnataka watoto wetu wawe wa, wa, mayatima wahangehange wa ma, ma, ma, ma, ma, madukani na kuiba vitova wenyewe? Je, akipata hizo nami nikipata kidogo, nikisukuma mtoto anaenda juu ha? majini hata wenyewe wanaenda koleji pia pesa hizo zinasimamia. Mimi nimesomesha mtoto wangu kwanza, kidato cha kwanza mpaka sekondari, huko kwengine sina uwezo. Nikija kupata kabasari, kama hapa, kakinisaidia naenua mtoto wangu, anaenda kusoma. Jamani, kama kilio changu mimi ana naomba, hiyo mambo ya basari isingiliwe, ifuatiliwe vizuri.